Naam, asante sana mtazamaji na msikilizaji wa DW Kiswahili, tayari muda umewadia wa kuangalia mechi zilivyokuwa na mechi ama hatua ya kusonga mbele ya ligi ya mabingwa Ulaya ya Champions League. Hapa studioni siko peke yangu, niko na mwenzangu Suleman Mweru. Nam, tunaweza kuangazia uh, timu nane tayari zimeshafuzu mm. kwa michuano uh, ya robo fainali hatua mm -hmm. ya robo fainali uh, timu mbili za Ujerumani mm -hmm. timu mbili za England na mwakilishi mmoja wa kutoka Ufaransa na mbili, mbili kutoka Uhispania mm -hmm. sasa katika mechi zilizochezwa jana Sipo jana tulizungumzia mm -hmm suala la timu za England kwamba nafasi yake katika kubeba kombe hili mm. ziko tata, lakini kocha wa Aston Villa mm. amesema tayari yeye ana matumaini kwamba atapiga hatua, sijui <laughs> wewe unazungumziaje kauli hii? Kila mtu, kila mtu anaruhusiwa kuwa na maoni yake katika mm. hili na kama nilivyosema hapo jana kwamba katika hatua kama hii kila timu imefanya kazi kubwa sana kufika katika hatua kama hii mm -hmm. na hapa tunazungumzia hatua ya robo fainali mm -hmm. timu zipo nyingi sana hapa Ulaya, lakini timu zimebaki nane tu. Kwa hivyo Aston Villa wana wamefanya kazi kubwa mpaka kufika katika hatua ya robo fainali, na kocha wao, Emre na na matumaini ya kwamba anaweza kusonga mbele lakini anakutana na nani? Mm, eh, Paris okay, Saint-Germain ambaye ametoka kumtoa Liverpool ambaye anaongoza ligi ya Uingereza kwa tofauti ya karibu zaidi ya alama kumi na kitu hivi mm -hmm. kwa hivyo Unai Emery anakutana na timu yake ya zamani mm, mm -hmm. Paris Saint-Germain alikuwa mm. kocha wa timu hiyo mwaka elfu mbili kumi na nane mpaka elfu mbili kumi na tisa Wachezaji ni wale wale, anaweza kuwafahamu <laughs> namna na wanapocheza, lakini pia kingine ni kwamba Paris Saint-Germain ina ina kocha mpya mm. Luis Enrique ametoka kuitoa Liverpool katika mechi iliyopita kwa mikwaju ya penalti. Mimi naona kwamba kocha wa Aston Villa anazungumza tu, lakini kazi ni kubwa mbele yake. Kutana na Paris Saint-Germain itakuwa ni mechi ngumu sana, na itakuwa ni mchezo ambao bila shaka utaamua hatma ya Paris Saint-Germain kwa sababu watu wengi mpaka sasa ukiwauliza, wanatabiri kwamba ukiweza kumtoa Liverpool ambayo mm-hmm ndio timu ambayo ni bora kwa sasa hivi nchini Uingereza, anaweza kumtoa Liverpool, ana nafasi kubwa ya kusonga mbele katika hatua ya nusu fainali na pengine kwenda fainali. Kwa hivyo tusubiri tuone Aprili nane kitu kitakachotokea, lakini matumaini hayo Arsenal nayo yanaona yanaweza anaweza kuwa nayo hata anaweza kuwa na matumaini yale yale ambayo wanayo Aston Villa. Lakini mara ya mwisho timu ya Aston Villa kufanya vyema katika michuano kama hii mm -hmm. ya Ulaya ilikuwa ni mwaka elfu moja mia tisa tangu wakati huo hawajawahi kufika themanini mm -hmm. na mbili tangu wakati huo hawajawahi kufika hatua ya Ulaya. Kwa hiyo hii inaweza robo fainali ama michuano bado, kwa hiyo sasa pengine itakuwa ni ndoto kwao kufanikisha hilo, lakini ni kazi kubwa sana ambayo wanayo mbele yao dhidi ya Paris Saint-Germain. Uh, mechi ambayo ni gumzo no. Tuliita fainali kabla, Realia ya fainali ya Real Madrid mm -hmm. wakicheza na Atletico Madrid mm -hmm. mechi ilikamilika kwa ushindi mm -hmm. wa Real Madrid, mabingwa watetezi mm -hmm. lakini kwa hatua ambayo kwa baadhi mm -hmm. akiwemo kocha wa Real Madrid Diego Simeone akisema kwamba walionewa. Mm. Kabla unipatie jibu lako kwanza pengine tumsikie anavyozungumzia namna gani alivyotolewa katika uh, mechi ya jana. Kusema kweli sitakudanganya kuondolewa kwa namna hii si jambo rahisi kukubalika. Tutacheza dhidi ya mpinzani mkubwa Jumapili ijayo. Ninaweza kufikiria wachezaji wa Barca wakitazama mchezo huu na kutamani kucheza muda wa ziada na penalti, wakitumai kwamba tutachoka kadri sana. Na ukweli ni kwamba tutakuwa tumechoka, lakini tutashinda. Tutacheza kwa uwezo wetu na nguvu zote tulizobaki nazo Competir, pero Hakubaliani yeah, na matokeo na uamuzi wa marefa mm. wakati akiangalia mchezo unaokuja wa ligi ya Hispania, mm -hmm. Wewe hili pengine kimtazamo mwa wako unadhani mm -hmm. kwamba kukataliwa kwa penalti ya Alvarez jana ili kwako ni matukio sahihi mm -hmm. ama uamuzi eh, sahihi? Saumu, kila mtu ana, ana nafasi ya kutoa maoni yake kulingana na mchezo. Kumbuka kwamba huyu ndio kocha wa timu ya Atletico Madrid mm -hmm. na timu ambayo imetolewa katika hatua kama hii. Lakini hata pamoja na kwamba timu hii imetolewa katika hatua kama hiyo, bado wao walifunga wali, wali, wali, wali, wali goli moja kwa sifuri na wasio mm -hmm. kuongeza goli la pili pengine kujiakisha nafasi kubwa zaidi lakini nikupe historia fupi kidogo mm -hmm. katika kipindi cha miaka kumi na moja mwaka elfu mbili kumi na tano mpaka mm mwaka -hmm. elfu mbili na ishirini na tano Real Madrid imeizuia Atletico Madrid kuchukua ubingwa wa kombe hili la mabingwa Ulaya. a makurapita hatua kama amekutana mm -hmm. mwaka elfu mbili kumi na tano mpaka mpaka jana, mm -hmm. sikuwa kwa mkeleo mm -hmm. mara tano na mara zote hii atletico haijaweza kufua dafu mbele ya Real Madrid. Nilikuwa namsikiliza mm -hmm. mchambuzi mmoja wa soka hapa Ulaya, na, na nyota wa zamani wa timu ya taifa ya Ufaransa, Thierry Henry anasema wa katika kitu ambacho Real Madrid wanakifanya katika michuano hii ya Ulaya mm -hmm. kwa sababu ukumbuke Real Madrid ndio timu ambayo imebeba kombe hili mara nyingi zaidi kuliko mm. timu yote hapa Ulaya mm -hmm. mara 15. mm -hmm. kwa hivyo ni ngumu sana kuitoa Real Madrid katika hatua kama hii hata kama unacheza vizuri vipi? utakumbuka we mwenyewe umetazama mechi uh, siku ya jana uh, uh, uh. Utaona Atletico alivyocheza na Real Madrid alivyocheza. Kinachotofautisha timu hizi katika hatua kama hii ndo kile ambacho Waingereza wanaweza wakasema maturity. mm. namna unavyotumia nafasi zako na namna unavyoucheza mchezo wako mm -hmm. wanakuruhusu ucheze mwanzo mwisho, lakini matokeo ya dakika 90 au 120. Lakini huwezi kusema kwamba jana ilikuwa imeamuliwa kwa penalti. Penalti bila shaka inakuwa ni pata potea, yoyote anaweza kupata, ingeweza. Kwa hivyo tangu mwaka 2015 mpaka sasa. mm. ingekuwa hivyo basi hata katika michezo hii mingine iliyopita Atletico wangeweza kuchukua ubingwa ama wangeweza kupita mbele. Real Madrid wameshindwa, ndio maana unaweza kusema kwamba Real Madrid ndio wababe katika michuano hii mm -hmm. dhidi karibu miaka kumi na moja malalamishi ni mengi wengi mm -hmm. wanalalamika kuhusiana na kwamba oh, eh, eh, labda Real Madrid inachukuliwa ama inapewa nafasi zaidi kwa kwasababu mm -hmm. ni mabingwa mara nyingi mara kumi na tano labda pia wanapigiwa upatu wanasogezwa mbele kidogo mm -hmm. labda wanataja pia kuhusiana na maswala pengine kuna uwezekano eh, wanaongezewa tu ile nafasi eh, mlinda lango mm -hmm. Kotwa mm -hmm. yeye anasema amechoshwa kusikiana na habari kama hizi. Yo, yo estoy harto de siempre ese... nimechoshwa na malalamiko ya kuonewa au kunyanyaswa na kulia kila wakati kuhusu mambo kama haya. Nadhani waamuzi hawataki kunufaisha timu si Uhispania wala Ulaya. Nadhani waliona kosa hilo wazi na ndio maana wakapuliza kipenga y por eso lan, waingereza wanasema hicho uh, e, <laughs> ni chombo ambacho kimeaminika kwamba mm, kinamsaidia refari kutazama kama kuna makosa, na ndicho kilichotokea. Lakini huwezi kuwakataza watu pia kutoa maoni yao kama wanaona mm -hmm. kuna sintofahamu ilitokea. Borussia Dortmund wamepangwa na Barcelona mm. ya Lamine Yamal mm -hmm. na wenzake <laughs> <Lewandowski>. Unadhani <laughs> kizingiti kocha Niko Kovac mm hata -hmm. kiweza kwanza, wataanzia ugenini kabla ya kurudi ugeniikablayakuuim kwanza, nimeona kuna sehemu wanasema It's a family reunion. Kwanza kocha Hans Flick wa Barcelona alikuwa kocha mkuu wa klabu ya soka ya Bayern Munich miaka kadhaa iliyopita, na kocha Niko Kovac akiwa kocha msaidizi akiwa mm -hmm, kocha wake msaidizi, na alishawahi kuwa akiwa mchezaji pia katika klabu ya soka ya Salzburg hapo Ujerumani, alikuwa mchezaji wake mm -hmm, Niko Kovac. Kwa hiyo mm -hmm. ni mechi ambayo inawakutanisha watu ambao wanajuana sana, kwa hiyo E, ni mchezo utakuwa mgumu, na utakumbuka pia hizi timu zimesha kutana kabla hata katika hatua hii mm -hmm. na Barcelona wakapata matokeo mm -hmm. kwa hivyo Barcelona pia ukumbuke kwamba imeingia katika hatua hii kwa kishindo sana kwa kuwatoa Benfica, na jana hapa tumezungumza, nilikuwa nawapa nafasi ndogo sana Borussia Dortmund ingawa mm -hmm. mi, mi, mi, mi, pia wamenishangaza <laughs> kwamba, sanapia wamefika hivi. <laughs> lakini utakuwa na mchezo mgumu sana kwa sababu hizi timu zimekutana mara kwa mara hapa katikati mm -hmm. nafahamiana, utakuwa na mchezo ambao utakuwa ni wa kuona kama Dortmund wamejipata malala, lakini nafasi kubwa bila shaka naweza kwa Barcelona ambao kusema kweli wameonyesha uwezo mkubwa sana msimu huu na ndio timu ambayo inaongoza kwa kufunga magoli mm -hmm. na ndio wanaongoza kwa ufungaji mchono hii ya ligi mabingwa mabingwa wana Rafinha, mm -hmm. hapa, wana mm -hmm. a Ulaya wana Rafinha Lamine Yamal wamemtaja hapa wana Lewandowski ambaye anajua vyema Borussia Dortmund. Kwa hivyo nafasi kubwa kwa Hans Flick, tutarajie mabao mengi pengine inaweza kuwa ni pengine, kani zaidi ya 90%. Bayern na Inter vipi nayo? Inter Milan, uh, Bayern Munich, mm -hmm. na naipa nafasi kuweza kusonga mbele lakini mechi ambayo naisubiri kwa hamu ni Real Madrid pamoja na Arsenal. Kwa sababu Real Madrid, hapa Real Madrid ndio imecheza fainali mbili katika hatua hizi kabla ya fainali. mm -mm. Manchester City ametoka dhidi ya Real Madrid mm -hmm. Atletico ametoka dhidi ya Real Madrid kwa hivyo ni matumaini kwamba timu za Uingereza pengine hili suala la kumalizia wakisema kwamba timu ambayo ingeweza kuitoa Manchester City basi bila shaka itaweza kubeba ubingwa. Nadhani inawezekana kwa Real Madrid, inawezekana ah, yes, <laughs> <yasawu. laughs> <laughs> Asante sana msikilizaji na mtazamaji wa DW. Bila shaka tunakamilisha uchambuzi wa michezo kwa siku ya leo. Asante sana Suleiman Mwiru na hadi wakati mwingine, naitwa Samu Njama, asante.